Kuna mambo kama matatu hivi ambayo kwenye Biblia tangu sunday school nilikuwa kama naelewa kama siyaelewi vile, ila sasa hivi <laughs> naelewa vizuri. Jambo la kwanza, Yesu kusuhubiwa, nafasi ya Herode, nafasi ya Mafarisayo, namba serigali <laughs> Jambo la pili zile mbilinge mbilinge za za Musa na Farao. <laughs> Afu la tatu na la mwisho Bwana Eliya na Bibi Yezebeli. Sasa hivi nadhani nimepata somo, nimepata nimepata uzoefu, nimepata